Siku ya Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuhisabia mja wake hisabu ya sala, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa instruction order kwa malaika wanaotoa hisabu, walioandika hisabu ya mja wakati ana swali zile sala za faridha zote. Sasa baada malaika ya malaika kutoa hisabu ya faraidh, Allah azza wa jalla atawaambia: undhuru, ebu angalieni hali abdi min nawafil, kama mja wangu ana sala za sunna zote ameweza swali Fayukammal, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, fayukammalu biha man taqas, zile sala za nawafili za sunna zote zitajumlishwa, alafu sala zako za faridha ulizoziswali zilizokuwa na kasoro kasoro zitajalizwa, zitakuwa kamili. Allahu akbar! Hii ni neema kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kutokana na ikhwani, kutokana na kwamba sala zetu za faradhi tunazoziswali uwa mara nyingi sana, tujue ya kwamba zina kasoro nyingi. Wewe jiulize, ni swala ipi unaweza kuikumbuka ambayo umeswali kwa khushu kuanzia takbiratul ihram mpaka kutoa salamu bila ya akili yako kutoka ndani ya swala? Ilikuwa ni swala ipi? Ulipofunga takbiratul ihram, Allahu akbar, akili yako na moyo wako uko, upo ndani ya swala, haijatoka. Na rukuu rakaa ya kwanza ukarudi raka pili, kama ni raka mbili na raka tatu mpaka nne, na akili na moyo haujatoka, ilikuwa ni swala ipi? Magumu sana ukiangalia leo, matatizo yaliyomkabili Mwislamu, hali anayoishi Mwislamu leo na mazingira tulionayo, swala zetu huwa zina mashakili mengi sana.